Unamfahamu mwanasoka mkongwe na beki wa zamani wa kimataifa wa Tanzania, Rashid Iddy Chama aliyewahi kutamba na klabu tofauti nchini Tanzania, ikiwemo Dar Young Africans pamoja na Taifa Stars. Manyika, tulia kwanza, Manyika. nani anamsaidia? Nani anamsaidia? akizungumza na TriGen Media, anasimulia safari yake ilivyoanza kisoka, alivyoshiriki AFCON mwaka 1980, safari ya kuwa mwanamuziki ilivyogonga mwamba na sasa ni veteran aliyeapa kuwa hawezi kuacha kusakata soka kwa afya yake mwalimu wa mpira wa miguu vilevile ni mchezaji wa zamani. Tumeanza muda mrefu sana, tulikuwepo na wachezaji wengi sana, wengine wametangulia mbele ya haki, lakini tuliobaki bado tunaendelea kuwepo hapa. Leo mjaniona kucheza kwa sababu bado na matatizo ya mguu, lakini bado vivyo, dakika arobaini, thelathini naweza kucheza. Chama wakati akijitafuta, kama wanavyosema vijana wa sasa, ni kwamba alitumbukizwa mpaka kujifunza muziki huko, ikaonekana si mahala pake, kaka yake akasalia huko na yeye kugundua kuwa ni mwanasoka. Kwa hiyo nilivyosikia matangazo kwamba Yanga anaanzisha timu ya watoto, mardada angu mkubwa ambaye alikuwa anakaa Dar es Salaam alinipeleka katika uwanja wa mazoezi, kwa sababu alishaniona maelekeo yangu, mimi ni mpira, kakangu ni mimi ni mwanamziki yeye yeah, alikimbilia kwenye mziki, kakangu mi nikakimbilia kwenye mpira. Alikuwa anaitwa Yusuf Subwa mwanamziki, alikuwa na bendi ya Matimila na yeah, Dr. Remy Ongala. Yeye yeah, wakati siku wadogo wote tulipelekwa kwenye kufundishwa mziki, lakini cha kushangaza mimi sikushika hata gita. Kakangu ndo alishika gita, akashika drum tulivyofuatwa jioni wazee wetu wanavyouliza aka, akasema ah hapa mwanamuziki ni mmoja tu, ni huyu kaka yake mkubwa. Lakini huyu mdogo toka kafika amekaa hapo hajainuka kabisa. Kwa hiyo wakaona kabisa kwamba huyu labda kuna mchezo ambao anapenda. Ndio kisa cha mimi kupelekwa Jangwani kwenye mazoezi ya watoto wa Yanga, nikapelekwa jioni. Wakati nafuatwa aliulizwa kocha, akauliza vipi kuhusu yeye, akasema da, huyu ni mcheza mpira bwana, kwa hiyo anatakiwa aingie kwenye kitabu aendelee kuwa katika program kwa nikaingia kwenye program pale a watoto ya. Baada ya kucheza mpira kwa mafanikio makubwa kitaifa na kimataifa, je, Chama anafanya nini hasa na uzoefu kwenye mpira wa nchi yetu wa Tanzania? Kwa hiyo sasa hivi nipo, ni mwalimu, na matatizo tu ya mguu kidogo nimeasema nipumzike ilinijitibie, lakini ni mtu ambayo makuzi yangu amekulia kwenye mpira, hiyo mpira huko, yani huko nyumbani huko kwangu kwa sasa ukitaka kumpata kwa urahisi mchezaji huyu nguli wa zamani, ni nadra kumkosa katika mkusanyiko wa wachezaji wa zamani ambao wanaendelea kucheza soka hadi sasa, yani Arusha All Stars Veterans. Hapa Arusha All Stars. Mimi nilikuja na sisi, ni hii ni moja kati, ambao tulianzisha hii, kwa sababu mimi nilichezea timu ya Ndovu. Okay. Eh. Nilitoka Majimaji Songea. Nilicheza Majimaji, Songea nikaja Ndovu. Arusha mimi vilevile Pamba nimepita me, Pamba Jiji, Pamba nimecheza e, vilevile Pani y Afrika nimecheza vilevile. Kwa hiyo ni timu ambazo nyingi za ligi kuu nimepitia. Kwa hiyo ni mtu me, ni, ambaye nilikuja Arusha nikaamua makazi yangu yayo, baada ya timu ya Ndovu kuvunjwa e. wachezaji wa tukapewa tuka nauli kurudi kule, mimi sikurudi. Kwa bahati nzuri, wakakaa viongozi wa hapa, wakasema tuanzishe nini ili chukue jina la Ndovu mm, eh, kwa sababu Ndovu ilichukuliwa ilibinafsishwa, kwa hivyo chukuliwa na watu wa raiani. Mimi nikabaki kubaki nikaendelea kucheza AFC. AFC, baada kuacha kucheza AFC, nikaanza kuchukua mafunzo ya ukocha nikachukua mafunzo ya ukocha. Baada ya kufunga ukocha nikaja nikasikia kwamba kuna timu inaanzishwa Arusha All Stars kwa hiyo nami nikawa ni mmoja wapo e, nikajiunga basi. Kaisha timu ya maveterani, naweza kusema ni timu ambayo ya muda mrefu kuliko veterani zote hapa Tanzania. Tumeanza muda mrefu sana, tulikuepo na wachezaji wengi sana wengine wametangulia mbele ya haki, lakini tuliobaki bado tunaendelea kuwepo hapa. Leo hamjaniona kucheza, kwa sababu bado na matatizo ya mguu, lakini bado vivi dakika arobaini, thelathini naweza kucheza. Chama anazungumziaje kuungana na wastaafu wenzake wa soka Arusha Stars? Ni timu ambayo kusema kweli imefanya ime, ime, ime, ime Arusha kuwa na timu nyingi za maveterani kwa sababu ni timu ambayo tumeanzisha, basi watu wengine wakajaribu kufuata. Ni mkusanyiko tukisema kwa nini tusiocheza zamani, kwa nini tusiwe na sisi tusiwe na timu yetu. Tunakutana kila, kila, kila wiki ili kujuliana hali kujua afya zetu, kuwa pamoja, kufurahi, na ndio kitu kikubwa kimesukuma sisi kuanzisha hii timu ya Arusha All Stars. Rashid Chama ambaye sasa ni kocha amekuzwa na klabu ya Yanga tangu akiwa na umri mdogo hadi kufikia kucheza timu ya taifa. Yanga nasema nimekulia Yanga kwa sababu fikiria, nimeanza shule miwili darasa la kwanza, niko kwenye timu ya watoto. Nimetoka kwenye timu ya watoto miaka ya 71 na nimeanza shule ya msingi a wa timu ya watoto timu ya watoto alivyokuja Tambwlea aliondoka Victor akauliza vipi, akaambiwa bwana, hapa kuna timu ya watoto. Sasa basi, ngoja ni, niangalia au nitayarishe mechi ya timu ya ilikuona, wa timia, timia watoto wa Yanga na wakubwa akatayarisha mechi ili kuona tuona sisi timu ya taifa ya watoto tukacheza pale Kaunda. Kaunda basi, kuna baadhi ambao wanaweza kufanyaje? kucheza kwenye timu ya wakubwa wakaanza kuondoka kina Adolfu, kina Ponda Mali na kina Mkweche, kuanza kuchukuliwa kwenye timu wa ya wakubwa. Baada ya muda kuchukua muda, na mimi nikasogezwa kuchezea timu ya wakubwa. Kwa hiyo ni mlolongo mrefu, na nimeanza mpira kusema kweli, kwenye ngazi zote nimepitia, kutoka kwa watoto kupata sikizi zote za, za mpira kutoka kwa walimu wakubwa Victor Tambolea ko ni mtu ambaye kusema kweli, na nakishukuru sana, mcheza timu ya taifa ya vijana, mcheza timu ya taifa wakubwa. Nam, na namshukuru marehemu marehemu kocha wetu tulikwenda naye Afcon bendera e, e ndo alitu alituona alitutoa kwenye timu ya vijana akatuingiza kwenye timu ya wakubwa. Kwenye timu ya taifa kabla ya Afcon mwaka 1980, Chama alianza kuchezea timu ya taifa wakiwa na aliyewahi kuwa rais wa Shirikisho la Soka Tanzania Leodgar Chila Tenga mechi yangu ya wakubwa ya timu ya taifa nilianza kucheza mimi 78. E, sabini na nane tulikuwa na nane, kulikuwa na mashindano yale ya Challenge Cup yale, tulienda kuchezea Nairobi, basi mechi ya kutafuta mshindi wa tatu sisi tukakutana na Zanzibar. Na ndio mechi yangu ya kwanza mimi nacheza timu ya taifa ya wakubwa kutafuta mshindi wa tatu, nikacheza katikati double centaf na Leodgar Tenga, kwa hiyo ni ndio mwanzo nilianzia hapo. Ukicheza timu ya taifa na kwenda moja kwa moja mpaka kwenda Afcon, je, ni mambo gani anayataja kuwa mafanikio? Mafanikio ni mengi kwa sababu kama kukulia pale na kuonekana na kucheza mpaka timu ya taifa hiyo ni, ni taifa moja kubwa sana. Lingine unapocheza zile timu kubwa, basi unajua kwamba wewe tayari umesha kuwa ni mtu ambaye unajulikana na mtu yeyote ambaye ana mapenzi ya mpira, si Yanga tu hata washabiki wa Simba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimenifanya mimi niwe maarufu sana kwenye mpira wa Tanzania wa. Wasichokijua watoto wa elfu mbili ni kwamba soka la sasa linalipa sana, si kama zama za akina Chama. Akinachama e, soka la sasa hivi lina faida kubwa tofauti na la zamani, kwa sababu sasa hivi mchezaji unachukuliwa na maana tayari wewe ni mfanyakazi wa ile timu, kuna mishahara, kuna nini. Sisi zamani unachukuliwa ni ile ya usajili ukipewa, basi nyingine ni unapocheza, kuna pasenti ya kushinda na pasenti yake kutoka sale, pasenti yake mkifungwa, hakuna kitu kwa hiyo ni kitu ambacho kuna tofauti kubwa kati ya sasa hivi na zamani. Sasa hivi watu wana mishahara mikubwa wanapata wachezaji, tofauti na sisi, sisi. Mimi nasema tulikuwa tunacheza mpira bure yani, yani mpira wa kujitolea, wa kujitoa, kwa sababu unakwenda pale, jamani, ah, tupambaneni na kweli mnapambana, ili mnapata matokeo nazidi kuendelea mbele. Lakini sasa hivi ni kazi yani, ni kazi. Namfundisha mchezaji asijui anapata mshahara, atapata mshahara mkubwa kuliko wewe, kuliko mwalimu. Soka la zamani liliendana na uzalendo na kujitoa zaidi ya kutegemea malipo, kama anavyobainisha Kocha Chama. Zamani mtu akishavaa jezi, ujue amevaa jezi kwa ajili ya hiyo timu <laughs> kwa ajili ya hiyo timu, sio kitu. Kwa hiyo upambanaji ulikuwa mkubwa sana, kwa mkubwa, kwa sababu kila mtu alikuwa anaona faa nini, anaona faa timu yangu ikishinda kila siku najisikia raha sana na najisikia, na kweli mimi ni beki, kwa sababu tumeshinda tukufungwa. Lakini siku tunapoteza, najisikia vibaya sana <laughs> kwa sababu tumepoteza, wakati mimi mwenyewe ni mlinzi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kusema kweli kilikuwa kinaniumiza sana Ndu, kilikuwa na ndio maana kilikuwa nikuwa nafanya bidii sana napocheza. Na sasa AFCON elfu mbili ishirini na saba inakuja Arusha, Zanzibar na Dar es Salaam. Je, kocha Chama anasema nini kuhusiana na ujio wa AFCON hapa Afrika Mashariki? Najisikia furaha sana. Najisikia furaha sana kwa sababu kwa hapa Arusha naona ni mimi peke yangu ambaye nimecheza mashindano haya ya AFCON ambaye niko Arusha ya mwaka themanini. Kwa hiyo mimi najisikia raha sana, na najisikia kwamba sasa imefika wakati tuwasukume hawa vijana, tuwasukume hawa vijana ili wapambane, kwa sababu AFCON ni mashindano makubwa sana kwenye, kwenye bara letu la Afrika, na ni mashindano atamfanya mchezaji atoke nafasi moja kwenda nyingine. Kwa hiyo ni vitu ambavyo natakiwa lazima tuwe na msukumo, na mimi ni moja kati ya watu ambao na, na washauri sana wachezaji wengi kwamba fanyeni hivi. Mpira sasa hivi unalipa, unatakiwa uwe na nidhamu kwa sababu sasa hivi ni kazi yako. Ni vitu ambavyo navijaribu kuvifanya kwa wachezaji ambao nakuwa nao kwenye, kwenye timu hata nisipokuwa nao, lakini kwa sababu nawajua mm. E, napenda sana kuongea nao na kuwasisitiza kwamba sasa hivi wao wajua wako kazini, tofauti na sisi tuko tunacheza kwa, kwa, kwa mapenzi. Chama ambaye ni mmoja wa wachezaji waliolelewa tangu akiwa na umri mdogo anasisitiza umuhimu wa malezi ya vijana kuanzia ngazi ya chini. Eh, mimi nasema mimi mwenyewe kwanza ninachoshukuru mimi mwenyewe nimeanzia chini. Kwa hiyo najua umuhimu wa kuanzia chini una faida gani. Mchezaji yote anaoanzia chini hapati tabu kwenye kupiga pasi, mguu wa kushoto au wa kulia. Kwa sababu tayari amepita kwenye mafunzo. Lakini mtu ambaye hajapita kule, kama ni mguu wake wa kushoto ujue ni kushoto, kama wa kulia ni kulia. Kuletwa kwingine inakuwa ni shida. Kwa hiyo mimi najua sana umuhimu wa kuwa na timu za vijana. Arusha wanajitahidi sana kuwa na timu za taifa za vijana, lakini bado hatujasimama bado hatujasimama kwa sababu mashindano ambayo tunayafanya tuna, tuna, tuna, tuna hayapati haya msukumo mkubwa. Kuna eh, eh, future huwa wanafanya mashindano kila mwaka, lakini sidhani kama kuna timu nyingi za Arusha zinapata hiyo nafasi ya kufanya, ya kushiriki, kwa sababu watoto sasa hivi ni wengi, wanaopenda mpira ni wengi. Kwa hiyo kwa sababu future ndo mimi nasema ndio ndo, ndo kioo cha hapa Arusha kwa sababu ni, ni timu ambayo ipo kila siku sababu nyingine zinakuepo zinapotea, zinakuepo zinapotea. Ilikuepo Rolling Stone hapo, ilitoa wachezaji wengi sana kina, kina Estonioni hao eh, wengi sana iwatoa, lakini imepotea hivi hivi. Kwa sababu ilikosa nini? Ilikosa support. Kwa hiyo Arusha, mimi nasema kwamba kama nataka tuendelee na vijana wetu, tuwaone kwenye mpira basi tutoe support kwenye soka la vijana hapa chini. Huyu ndiye Rashid Iddy Chama, mmoja wa wakongwe wa soka kati ya wengi tutakaokuletea kutoka hapa TriGen Media. Mimi ni Dennis Mwasalanga.